Hello my good people, mambo vipi, mko poa? Mnaendeleaje jamani? Mungu ni mwema, tumeanza kuuza broiler leo. Na leo tumepokea vifaranga kama ambavyo mnawaona. Mm. Tumepokea bila maandalizi. Kwa hiyo hapa ni mchaka mchaka tu. So tumewaweka wapumzike kabla wajaanza kula nini kusumbuana kwenye boksi, wapate kahewa kidogo. Umeona yule broiler yule ana doa jeusi. Niliwambia broiler wa broiler wa, wa wa backbone huwa wanakuwa na madoa. Ameona huyo ana doa jeusi kwa katikati ya mgongo. Ngoja ni msogeze, nimsogeze mmuone. Nimemwona huyo ana doa jeusi. Huwa inatokea hivyo, sijui shida ni nini? <laughs> Wao ndo wanajua. Ndo nimewashusha hapa, naona ndio eh? Wameshuka hapo. Kwa hiyo ndo naanza sasa mchakamchaka mchaka wa kuandalia maji dawa lakini kwanza kabla yote nataka niwaekee ka chakula hapo chini ili waendelee kucheza cheza na chakula. Wakati naandaa maji, chochote tu inawezekana, unaweza ukaanza na chochote. Tunaona wanavyochangamka na wajakuta kitu bado. Mi nimewamwaga tu leo, sijawahesabu, nimewamwaga box la kwanza hapa, box la pili nimewamwaga hapa. Leo sio hesabu mwingine. Yule pale anadoa kichwani, huyu hapa anadoa kichwani, huyu eh, huyu hapa, anadoa kichwani, yule anadoa ubavuni, au ndo wa sasa, na yule pale mgongoni, ana madoa mawili tena mgongoni. Haya, hawa ni backbone jamani kwa hiyo tuanze pamoja, tuhakikishe broiler wetu, hamna broiler anakufa wala anayeparalyze wala anayepooza mwanzo mwisho. Tuanze pamoja, kumbukeni leo ni Nyerere Day. Tarehe ngapi leo? tarehe kumi na tano, kumi na tano, kumi na nne. Ehe, tuhesabu mimi, tuje tuone, tutawatoa tarehe ngapi, sawa eh? Tutaongeza hii keji baadaye, tutaipanua baadaye. Hii keji tutaipanua, nimeweka ndogo, baadaye tutaipanua. Hapa tutatumia starter mbili na grower grower sita au saba, starter mbili na grower sita au saba, au niseme tu grower nane, maana mpaka kuuza uza bado watakuwa wanaendelea kula chakula. Kwa hiyo mifuko kumi kwa faranga mia mbili pika mahesabu ya mifuko pamoja na, na na gharama na ya vifaranga wenyewe. Basi wengine hawajaamka kabisa, huyu sasa ndio amekufa. Maana mimi nimefanya mzima, nimefanya kuwa mimina tu, box la kwanza wote wazima, box la pili wale pale bado wengi wamejikusanya, bado hawajaamka Boksi la kwanza wote wazima, moja ni washikioshikiwa wa <coughs> wote ni wazima. Boksi zote mbili ni wazima. Naona wanaangalia kwenye sakafu, umwa kuangalia kama kuna kitu <coughs> amali avietu ada ni wamwajia aa chakula alafu nikata, nikatafute maji. Sasa moto siwawekei, kuna jua huko nje na kuna joto kweli ah, moto mpaka jioni. Mi nimechoka kweli yaani <laughs> ah, I'm very tired kwa kweli. wana madoa madoa mengi kweli. Ona hawa hawa wawili, wanaona wana mado madoa wawili, wamekuja tu wanaanza kutafuta hapa chini na ndo maana mi wanawekeaga chakula kwanza chini, siwawekei so kwenye manani kwenye mabeseni, kwa sababu ni rahisi sana wao kuokota hapo chini kwanza. Haya, tayari chakula nimeshawekea hapa. Sasa naenda kuwatafutia maji yenye glucose, vitamin na nini natrimafam. Twende. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. Twende pamoja tuhakikishe tunawatetea hawa mpaka wanafika sokoni wote salama, na inawezekana. Sawa ndugu zanguni, wenye madoa madoa wako wengi jamani, hebu waone. <laughs> wako wengi na kadiri watakavyokuwa wanakuwa, madoa yatakuwa yanaonekana. Wengine madoa hayo yamejificha ndani ya manyoya haya meupe, kwa hiyo usishangae sawa eh? Tutaipanua hii keji, tutaipanua zaidi Jumamosi, sio leo. Leo nimechoka sana, leo nataka nipumzike. Wako vizuri sana, si unaona, wanaweza kuokotaokota chakula, hata maji hawajanywa, lakini wanaweza kuokotaokota chakula, si unaona wako busy kuokota chakula. Ngoja nikawatafutie maji sasa. Asanteni sana kwa sapoti yenu, Mungu awabariki, tuendelee kusapotiana, mpo kwa ajili yangu na nipo kwa ajili yenu pia. Kwa hiyo tuendelee kusapotiana ndugu zangu. Tuendelee kusubscribe, tuhakikishe tunaenda na hawa mguu kwa mguu mpaka wanafika sokoni bila kupoteza hata kimoja, sawa. Nikipata nafasi nitawaletea mrejesho wa kile chakula ambacho nilikuwa nakifanyia research kwa hawa saso. Nisema ni kuna mchanganyiko mpya nimeupata kuna mtu alinishauri akanambia, mchanganyiko huu unapunguza gharama. Nikasema nitaufanyia kazi alafu nitawaletea feedback, mpaka nione matokeo yake, nisije nikawaambia alafu baadaye kawaangusha. Sasa nitakuja na mrejesho wa ule mchanganyiko ambao mimi niliamua kufanyia utafiti kupitia ushauri wa ndugu yangu ambaye alikuwa amenishauri. Kama unafaa nitakwambia, kama haufai nitakwambia, na mimi nimeona nini pia nitakwambia na bila shaka na wewe pia utakuwa umeshaona, kwa sababu kuku unawaona kila siku. Sawa, love you so much.